Shukrani. Kuelekea mechi ya dhidi ya Simba, tunashukuru Mungu tumefanya maandalizi vizuri na leo ndio ilikuwa session ya mwisho kuelekea kwenye mechi. Tunamuomba Mungu kesho akijalia tuweze kucheza huo mchezo. Mwalimu, tulifaa mchezo uliopita mmeweza kupoteza mkiwa uh, ugenini na mara ya mwisho kupata matokeo kwenye uwanja wenu nyumbani ilikuwa ni Februari 21 dhidi ya Kagera Sugar na kwenda kucheza nyumbani tena dhidi ya Simba Sports Club. Mejiandaaje katika matumizi ya nafasi na namna bora ya kuzuia kwa kuwanyima upinzani washindwe kutumia nafasi hizo ili iweze kukua vizuri. Kwanza tulipoteza, ni kurekebisha tulipoteza <coughs> jizi dhidi ya Prison, Kagera Sugar. coughs> Ni kuelekea mchezo unaofuata, mimi niweze kusema tu kile ambacho kilitokea mchezo uliopita, kama walimu tayari tumeshakifanyia marekebisho, tushajua tulikosea wapi na tunashukuru vijana walielewa kipi walichokuwa wamekosea, nao tumeweka plani kwa ajili ya game inayofuata dhidi ya Simba. Swali kwa mwalimu mwalimu, nakutana na na kikosi cha Simba ambacho asa riza ukiangalia kikosi chako nimefunga mabao sana yale ambayo kimaanisha na asilimia sifuri kukutana na kikosi cha naao nikiangalia kikosi chao kwamba labda nakwenda kuonyesha utofauti na vile ambavyo nimekuwa nikifanya kwenye, kwenye mpira kila gemu huwa kuna plani yake, na Simba sio mara ya kwanza kukutana nao. Simba tushakutana raundi ya kwanza, tulipoteza huo mchezo kwa mkwaju wa penati. Tunaenda kukutana nao tena, tunachoweza kukisema tumejiandaa, tumejiandaa kukabiliana nao ndivyo watakapokuwepo mimi nimepata nafasi kubwa ya kuitazama sasa. Karibuni nilikuwa na mechi nyingi mfululizo kwa sawa kuifahamu na kuisoma kuanzia mechi za kimataifa zenye ushindani, lakini pia mechi ya ligi iliyopita, pia mchezo dhidi uh, ya Mashujaa. Kwa hiyo ninawapa somo na, na hmm. tahadhari kiasi gani kuona tunapokwenda kupambana na Simba ambayo nusu kosa au ni kosa kamili sisi, tunachoweza kukisema tunaiheshimu sana Simba Simba, Simba ni timu kubwa, Simba ina experience sana hmm lakini narudia tena kusema kila game ina game plan. Jinsi utakavyocheza na Simba, kuna game plan ya kucheza na Simba. Sisi tumejiandaa kucheza na Simba, tunajua wao ni bora, lakini tutakabiliana nao. Saikolojia ikoje kwa uh, wachezaji hususan kwenye safu ya ezikazia kwenye mara nyingi timu za madaraja kama JKT Tanzania za kukutana na timu kama Simba, wakati mwingine, safu ya ulinzi hususan kwa mlinda mlango anapoteza muda, kwa sababu inatokea madhara dakika nyingi za nyongeza, jambo ambalo linawafanya watu wakati mwingine kulalamika kutokana na zile dakika. Mimi nimeandaa saikolojia kwa wachezaji wenu kuona wasipoteze muda, kwa sababu mwisho wa siku utakuja utafidiwa, wakaja wakalalamika baada ya pengine mpinzani kupata magoli kila, kila, kila mchezaji anajua umuhimu wa mechi tunayoenda kucheza na anajua tunakabiliana na timu kubwa. Kucheza na timu kubwa, automatic wachezaji wenyewe saikolojia yao inakuwa sawa kwa sababu wanajua tunaenda kucheza mechi ambayo tunatakiwa tuwe makini kwenye kila tukio ambalo linatokea mbele yetu. Kwa kila kitu kiko sawa. Sisi tunaomba Mungu tukesho tuamke salama tuweze kukamilisha tulichokipanga. Kwa kuambia mashabiki wa JKT tuendelee kuisapoti timu tunawahitaji wao ndo wachezaji wa 12 bila wao wanajua kabisa si huwa tuna struggle kwao wakaribisha waje kama kawaida yao ah sisi kama wachezaji tupo tayari tunafahamu tuna mechi ngumu mechi na timu kubwa mechi na vitu vingi lakini sisi kama wachezaji walimu wametuelekeza kwao tumechukua tahadhari zote kuhakikisha katika mchezo wa kesho tunakuwa bora zaidi ya wapinzani ili tuweze kupata alama tatu Hassan, ni tahadhari vipi mnazichukua pale mnapokutana timu ya wachezaji wenye quality kubwa eh, kwenye namna ushindani uwanjani? Uh, katika katika mchezo wa mpira mchezaji yoyote ambaye anacheza katika dakika 90 huyo ni mchezaji mkubwa. Tofauti tu inakuwa ni zile quality ambazo mchezaji binafsi anakuwa anazo, lakini wao wanafanya vile ambavyo mwalimu wao kawaelekeza na sisi tunafanya vile ambavyo mwalimu wetu katuelekeza kwa hiyo kitu cha msingi zaidi ambacho sisi tunakwenda kukifanya ni kufata yale ambayo mwalimu wetu katuelekeza, kwa sababu mwalimu anatuelekeza yale ambayo wao ni mazuri kwao na madhaifu yao. Kwa hiyo yale mazuri yao tutajitahidi kuyakabili na yale madhaifu yao tuyatumie, tuweze kupata ushindi. Kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya uh, mchezo mchezo kwanza ambao ya Simba kwenye uwanja wa AMC kuwa na nidhamu nzuri sana kwenye kulinda, lakini kushambulia waje kutengeneza uh, nafasi nyingi, lakini kosa dogo kwenye dakika karibu za mwisho likasababisha wakapata mpaji penati na kuondoka na ushindi. Pengine vile ni wakafunzo kiasi gani kuona aina ya timu mnayokwenda kukutana nayo ukizingatia nna na, na, na, na, sasa ligi ilipofikia ushindani unaongezeka una zaidi tofauti na ilipokuwa ndio kwanza. A, katika mchezo ambao umeuelezea kitu kilichotokea ilikuwa ni mistake ya mtu binafsi yani, ilikuwa ni bahati mbaya. Katika mpira inatokea, huwezi kucheza mpira bila kukosea. Kwa hiyo katika majambo yale, sisi kama wachezaji tuna vikao vyetu tunakuwa tunafanya. Kwa hiyo tumekaa tumekubaliana kwamba kila mtu katika position yake ajitahidi, auwezi kuto kufanya makosa, ila tupunguze yale makosa makubwa ambayo yanaweza katugharimu kama vitugharimu katika mechi iliyopita. Kwa hiyo tumeongea na walimu, anazidi kutusisitiza. Kwa hiyo yote yatakuwa sawa katika mechi me me ya kesho, inshallah, Mungu akijali. Asante, imekuwa ni timu ambayo mmetengeneza sana nafasi katika eneo lenu la juu, lakini mmeshindwa kubadilisha nafasi hizo kwa magoli. Na kwenda kucheza na timu ya Simba Sports Club, tutegemee mtakuwa mmeimprove zaidi katika nafasi hizo na kubadilisha nafasi hizo kwa mabao. Ni, ni sahihi tunatengeneza nafasi nyingi na tunakosa nafasi nyingi pia kwa hiyo hilo nadhani ni jukumu letu sisi kama wachezaji. Walimu wanakuelekeza jinsi ya kufika golini, kinachofuatia hapo ni wewe mchezaji kuweza kuweka mpira kwenye wavu. Kwa hiyo tunaendelea kuboresha kadri ya siku zinavyozidi kwenda, nategemea tunaweza tuka tukawa bora zaidi katika mchezo wa kesho na mingine kuendelea. Labda morali yenu ikoje kuelekea mchezo wa kesho mkiwa kama wachezaji kambini? Ah, sisi tuko tayari, tuko tayari, morali iko juu sana kwa wachezaji kwa sababu Jeketini ukitaja moja ya timu ambazo ni kubwa pia katika nchi. Jeketini ni timu kubwa, timu kongwe, ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo ni mechi ambazo wachezaji wengi wanatamani kuzicheza. Kwa hiyo tuko tayari, morali iko juu. Tunachoomba tuwashabiki wetu waje kwa wingi, kwa sababu wao ndio nguvu yetu, tuweze kukamilisha jambo letu.